Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi Suleiman Jafo ameitaka wizara ya Maliasili na Utalii kumwondoa afisa misitu wilaya ya Kisarawe kutokana na kushindwa kutekeleza majukumu yake ikiwemo kutotumia mfumo wa kielektroniki pamoja na kuhifadhi mbao zilizokamatwa katika ofisi yake kwa takribani miaka mitatu. Jafo amesema inasikitisha kuona afisa misitu ana hifadhi mbao katika ofisi yake wakati serikali imetoa agizo la kuzitoa mbao zote zilizokamatwa na maafisa misitu kwa ajili ya kutengenezea madawati. Watu wanaangaika madawati, Rais anaangaika madawati, waziri mkuu anaangaika madawati. Kila mtu na afisa misitu wamepewa dhamana, mbao zinakaa hapa miaka mitatu. Hayo yamejiri wakati naibu waziri huyo alipofika katika wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani kwa ajili ya kushuhudia vijana mia moja na kumi wakikabidhiwa vyeti baada ya kuhitimu mafunzo ufundi stadi chini ya mradi wa kuwezesha vijana kiuchumi unaotekelezwa na wadau mbalimbali ikiwemo shirika la Plan International kwa kushirikiana na na VETA ambapo jumla shilingi bilioni tisa zilitolewa na umoja wa Ulaya EU zinatarajiwa kutumika katika mradi huo ambao umelenga kuafikia vijana elfu tisa na mia moja katika mikoa mitano. Jafo amezikumbusha halmashauri zote nchini kutengaka kiasi cha asilimia tano katika mapato yao kwa ajili ya kuwawezesha vijana, lakini pia ameipongeza VETA kwa kukubali katika vyoo vyake na kuwafundisha vijana hao mahali walipo kwa lengo la kuwapunguzia mzigo wa na nauli za kufuata vio vilipo katika asaifungue milango mango, wanaendelea na mafunzo katika mfumo huu ambao tunashikana na lasvetra, tunafanya mafunzo katika maeneo vijana waliko. Usie vijana wenzangu Muda tunao hatujachelewa. Wale vijana ambao hawapendi kujiunga katika vikundi, wale vijana ambao wanapenda kuwakatisha tamaa wenzao, vijana waliohitimu wanafikisha idadi ya vijana 244 ambao tayari wanapata mafunzo hayo, huku idadi kamili ikiwa ni vijana 1010 kwa wilaya ya Kisarawe pekee.